Lete mrejesho kwenu kwa sababu mmekuwa wengi mkinipigia simu kutaka kujua matokeo ya kamati huru ya kuchunguza malalamiko ya Bi Asma Juma Kimwaga ambaye alileta madai ya kuibiwa mtoto katika hospitali ya Temeke. Na kama mnakumbuka, tarehe 29 mwezi wa tano niliunda tume huru, na nataka kurudia neno ni huru, kwa sababu mara ya kwanza nilitaka mwenyekiti wa tume awe ni mganga mkuu wa serikali Profesa Muhammad Bakari, nikamweka muuguzi mkuu wa serikali, tukaweka right, na baadhi ya wafanyakazi, lakini baada ya kumsikiliza Bi Asma hapa ofisini nikaamua kabisa sasa nataka tume huru, sio tume ya serikali. Kwa hiyo tukamteua Profesa Charles Majige, yeye ni profesa ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na kwa watu ambao labda mnaweza mkafuatilia mka historia yake Bugando, ni mtu ambaye yuko straightforward, ni mtu ambao hafinyifinyi wala hajui kuona aibu au kutusema ukweli jambo hata kama halipendezi kwenye macho ya serikali. Kwa hiyo tarehe 29 tuliunda hiyo timu na tukamweka pia daktari bingwa wa radiolojia ambaye yeye sasa amebobea katika masuala ya vipimo, ultrasound, MRI, CT scan kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, lakini pia tukamweka daktari bingwa wa magonjwa ya kinamama kutoka hospitali ya Mzena, lakini pia ametoka ofisi ya rais, idara ya usalama wa taifa. Kwa hiyo tuliamua kabisa kuwa ni tume huru pamoja na mtu kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo kazi imemalizika, walinipa taarifa hii Dodoma wiki iliyopita, lakini kwa sababu ya majukumu mengine sikuweza kutoa kwenu. Na hii asubuhi nilikuwa na kikao na Bi Asma na mume wake pamoja na familia kuwapa matokeo. Na of course mzazi ukiwa unategemea kwamba kitu fulani labda kimeondoka tofauti. Kwa hiyo na nyinyi wenyewe mtamtafuta. Kwa mimi ameniruhusu ni mwalike mwenyekiti wa tume profesa, atoe tu kwa kifupi walichokibaini, alafu tutafunga tuta, tuta mjadala na kama kuna maswali basi nitakuwa tayari kuyajibu au kuyatolea ufafanuzi. Karibu. Kama walivyotuteua kwenye tarehe 29 uweza kufanya kazi kama kamati ya uchunguzi katika lalamiko <tis> la, la Bi Asima Juma Elias Kimwaga, lilikuwa la madai ya kuibiwa mtoto wake katika hospitali ya rufaa ya Temeke iliyoko jijini Dar es Salaam. Na kamati hii ilianza kazi yake mara moja, kadri ulivyokuwa umetupa uh, muda na ulitupatia pia hadidu za rejea, na hadidi za rejea zilikuwa ni kumsikiliza mlalamikaji na wote waliomshuhudia na kufanya mahojiano nao, pia eh, kuwasikiliza na kuwaoji watumishi wote waliohusika na kumpata kumpa huduma za afya mlalamikaji katika kipindi chote cha ujauzito wake hadi alipojifungua. Pia ilikuwa ni kufanya upembuzi yakinifu na taarifa zote za uchunguzi kuhusu matibabu ya Bi. Asma kipindi chote cha mahudhurio ya kliniki katika ngazi zote na vituo vya huduma za afya hadi alipofanyiwa upasuaji wa kwa ajili ya kujifungua. Ilikuwa ulielezwa pia kwamba tutathimini uwezo wa kitaaluma wa watumishi wote waliohusika kumchunguza mjamzito na kutoa matokeo ya uchunguzi, pia kutathimini ubora wa huduma na mwenendo mzima wa huduma aliyopewa, kufanya uchunguzi eneo lolote lile ambalo kamati itaona inafaa kwamba itakuwa la manufaa katika kupata vielelezo vitakavyotoa ufumbuzi au mwanga wa kuhusu malalamiko haya. Pia ilikuwa tubaini kama mgonjwa kweli alikuwa na mimba ya watoto mapacha au la, na kuandaa na kuwasilisha taarifa ya matokeo haya ambayo niliwakilisha wiki iliyopita. Kazi hii ilituchukua wiki mbili na tulipitia njia mbalimbali mbali. Njia ya kwanza ilikuwa ni kuandaa utaratibu tu wa uchunguzi, na tuliandaa hivi kutembelea na kupata taarifa sehemu za taasisi ambazo Bi Asma alipata huduma. Kwa hiyo tulienda zahanati ya Mbande, zahanati ya Huruma alikofanyiwa ultrasound, wa hospitali e, ya rufaa ya Temeke alipojifungulia na ofisi ya mganga mkuu wa manispaa ya Temeke, na tukafanya mahojiano na walalamikaji na tukafanya mahojiano na wafanyakazi wa hizi sehemu zote e, kule mbanda ambako alikuwa anakwenda kliniki mpaka kwenye hospitali ya Rufaa kujifungulia. E, tulifanya uchambuzi wa nyaraka mbalimbali zilizohusika na matibabu ya mlalamikaji. Kwa bahati nzuri zilikuwepo na sisi, kwa maoni yetu, zilikuwa ni original. Kwa hiyo kadi ya kliniki ilikuwa na namba ile ile ambayo ilikuwa imesajiliwa na ukitazama ganda lake alikuonyesha kama ilikuwa imebadilika na kwa bahati nzuri anakaa nayo mwenyewe e, alikuwa amekaa nayo mwenyewe mlalamikaji, kwa hiyo haikuwa na wasiwasi kwamba ndio kadi halisi ambayo alikuwa anatumia. E, pia tulichambua vielelezo vilivyowasilishwa mbele ya kamati, tuliwaita na kuwaoji wataalamu kadhaa waliobobea kwenye fani za radiolojia na magonjwa ya kinamama na vizazi kwa nia ya kupata mawazo, uelewa, uzoefu na kuhusu matukio ya kipimo cha ultrasound kama matokeo haya yalivyojitokeza katika hasa katika ujauzito, lakini pia kupata idadi e, yani inajitokeza kwamba kuna watoto fulani, alafu idadi inakuja kuhitirafiana. Tulitaka tuone wenzetu nao wana uzoefu gani katika hili jambo, pamoja na kwamba sisi wenyewe E, ni wataalamu pia lakini kupata mawazo ya watu wengine nje ya kamati, tuliona kwamba inafaa. Kwa hiyo kwa kifupi, tulipokwenda zanati ambani, tuliona kwamba ni alianza tu mapema, na hapa ndio sisi tunasema kwamba kulitokea hitilafu sana, kwa sababu alianza na mimba ya umri wa miezi ya wiki kumi hmm, na angekuwa amefanya hata sound katika kipindi hiki au chochote kile kabla ya kufikia wiki ya 37 pengine ingekuwa na ufuatiliaji wa karibu wa kuhusu watoto . Kwa hiyo already, ile ilikuwa ni setback kwamba hakufanya mapema, lakini pia kamati e, ilibaini kuwa biasima alipatiwa huduma stahiki kwa mujibu wa kumbukumbu -kumbu zao kule. Kwa hiyo alipimwa vizuri na tukitazama pale kwenye kadi kuna mapungu fulani, lakini hayaathiri ya sana e, hali ya mama mjamzito ilivyotakiwa kupimwa. E, katika zanati ya pale huruma pale ambako ndiko alifanyia ultrasound tulitazama, ile mashine ni mashine ndogo nzuri, ha, haina shida kama mashine. Kwa hiyo um, haikuwa na kwamba labda mashine yenyewe ilikuwa ya kubumba mm -hmm, na alipimwa kweli na daktari daktari, alikuwa na taaluma stahiki kama radiographer na amefundishwa kufanya hivi vitu, lakini sasa E, kama mtaalamu wa wa, wa, wa wa radiolojia na na na na, na, na, na, na ultrasound, kwa hiyo hanayo hayo mafunzo, lakini katika ku, kupitia sasa katika zile hoja wakati kamati na hoji tuliona mwenendo ule wa upimaji nafikiri ndiko kulikotokea makosa. Katika ultrasound unapima, e, kawaida tunatakiwa kupima katika perpendicular line kuona Kiswahili, Profesa, perpendicular ni nini kwaKiswahili? Ndio, mimi niambi. Yani kwa msimamo ambao umenyooka hivi ukipinda hivi kwa ukwenda upande, unaweza ukapata image tofauti au image ina tunaitapicha tuseme. Uh, ya, yani unaweza kupata picha ambayo inaonekana kama inaonekana kwenye kioo kwa hiyo ni kama ndege anapojitazama kwenye kioo anaona kama kuna ndege mwingine kule, kumbe ni ndege yule yule mmoja. Kwa hiyo inategemea na plane ambayo ultrasound ile tra, eh, transducer au ile kipimo ambacho kinashika sasa kuleta picha kinavyowekwa kwenye tumbo. Ya pili ni kwa mfano, uh, mapacha kama pacha moja liko kule kwa juu, kichwa kiko juu na kichwa kingine kiko chini si rahisi kuviweka vile vichwa kwa pamoja, kwa mfano. Kwa hiyo uh, utata ule kwamba viliwekwa kwa pamoja kufatana na ripoti ya ya ya, ya radiolojia, tuli si tuliona kwamba haiwezekani, hai, hai. Kwa hiyo itakuwa yeye ametumia njia nyingine ambayo, unapiga picha, una freeze, unapiga picha, una freeze. Ukitumia njia hiyo, kuna uwezekano wa kichwa kile kile kukifreeze mara mbili mm, na kukiweka kwenye picha moja kwa hiyo ndio tulichogundua pale kwamba inawezekana kosa lilikuwa lilitokea pale, na mara nyingi wametuuliza ultrasound bwana sasa ina kasoro hapana? Ile ni ile ni kipimo, kipimo hakiwezi kuwa kama unavyoona kwa macho. Kwa hiyo kuna kasoro ambayo inaweza katokeza, na kawaida kwenye ultrasound iko karibu pasenti moja kama amepima wanawake mia moja mia mbili kutotoka humo lazima kutokee inawezekana ukatokea kosa, sio kwamba lazima litokee, lakini inawezekana ukatokea kosa katika kipimo hicho. Kwa hiyo kwa kifupi, tuliona kwamba pale ndio ilianza shida ile ya ku, kuleta matokeo tofauti, lakini pia tuka, tulipo kwenda hospitali ya Temeke tukaona kwamba vipimo eh, mambo mengine yote yalienda vizuri, lakini tunarudi tena kwenye vipimo eh, madaktari wa Temeke kosa ambalo lilifanyika, hawakuchukua ultrasound yao wenyewe kujiridhisha kama kweli Bi Asma alikuwa na mapacha, waliendelea kutumia ile ripoti. Sasa cha kilichotushinda sasa, hatukupata zile picha. Temeke wanasema walimrudishia Bi Asma, Bi Asma anasema walibaki nazo. Kwa hiyo tungepata vile vielelezo, ingetupa nafasi nzuri pia ya kutazama na pia kuelewa yule aliyepiga picha alipiga kwa namna gani mm. Kwa hiyo tungeweza kubaini makosa pale moja kwa moja kwa kupitia zile picha ambazo zilikuwa zimepigwa, au kwa mfano mtu ameona mgongo labda akafikiri ni kichwa, tungeweza kuona. Sisemi kwamba ndiyo ilivyotokea, lakini sijui zilipigwa namna gani. Kwa hiyo wale, na tulivyosema, tulivyowauliza, wengi hawakuziona hata hizo picha, wanasema walikuwa wanasoma ripoti. kwa hiyo pamoja na kwamba labda picha zilikuwepo, wao walikuwa nasoma ile ripoti twins twins twins twins. Kwa hiyo ikaenda hivyo hivyo na wakachukulia hivyo, kwa hiyo hawakuchukua picha yao katika hospitali ya Temeke kujiridhisha kwamba walikuwa ni mapacha. Ya pili kulitokea eh, madaktari sasa wengine pale ambao walitumia kipimo kinaitwa moyo, kipimo cha moyo ni doppler Doppler inapima mapigo ya ya moyo wa mtoto na hayako specific. Yani yanaweza kuwa yamezagaa tumbo zima au unaweza uka, hapa, unaweza ukisikiliza hapa unaweza kusikiliza hata mapigo ya mama ukafikiri kama ni ya mtoto. Lakini kikatumika hiki kipimo kuonyesha kwamba huyu mama ana mapacha, kitu ambacho hata kipimo chenyewe kinaeleza kwamba usitumie hiki kipimo kwa mapacha. Sababu unaweza kutokea udanganyifu. Uh, kwa hiyo sijui kwa nini alikitumia kujaribu kumhakikishia mama kwamba ana mapacha kwa kutumia hicho kipimo e. Baadaye ilileta sasa kumaminisha sana ni Asma kwamba kwa, kwa kweli ana ana, ana mapacha, ingawaje sasa pale pale kwenye hospitali ya Temeke kuna madaktari waliompima kikawaida walihisi kwamba hakuna mapacha kwa sababu mimba ya mapacha inaonekana kimo chake, lakini wao walisema hiki kimo sio cha mapacha, kwanza kiko chini hata ya mtoto mmoja huyu mm. mtoto huu lazima awe na uzito mdogo. Na mwingine akasema ah, hata kama kuna mapacha labda viwe vidogodogo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wali wali, wali doubt kwamba kama kuna mapacha mm. Kosa ambalo tuligundua kwenye kamati kwamba lilijitokeza, ile juhudi ya wao kufanya kuthibitisha kwamba ni mapacha kabla ya kwenda theater, waliona kwamba haikuwa na sababu, watakapoenda kufanya operation wataona kama ni mmoja au wawili. Kwa hiyo wao solution yao ilikuwa kwamba wakienda kufanya operation watajua ukweli uko wapi na watamwambia mama, unfortunately, sasa kwa bahati mbaya Eh, hapo ndio sasa umekuja kutoelewana kwa sababu walitegemea ile ndio ingekuwa suruhu ya kumwambia bwana, mtoto wako ni mmoja mm. Lakini sasa badala yake mama anasema hapana, mimi mapacha yangu ni peni walikuwepo tangu mwanzo mua, na hawa wanasema tumetoa mtoto mmoja. Anasema mbona mliniambia tangu zamani mapacha mm. Kwa hiyo hapo ndio kumetokea shida kubwa mm. Eh, kamati pia ilisema ili- ilibaini kuwa katika uh, ukiacha hizo huduma nyingine zote alipata vizuri tu uh, ukiacha mapungufu madogo madogo ambayo uh, ni ya utendaji, lakini hayakuathiri uh, ujauzito wake au uh, kubadilisha uh, jiz, uh, namba ya watoto. Na swala kubwa lililojitokeza katika, katika shauri hili ni kwa Bi Asima Eh, kudai kwamba mtoto wake atakuwa aliibiwa theater. Maana hakusema wali pengine amesema theater. Sasa kamati ilikwenda theater, ilikwenda theater, ilitazama mazingira ya theater na ikawaoji watu wote wa theater na viongozi wao. Tukakuta kwamba siku hiyo theater kulikuwa na watu sita. Tukachukua zile eh, roster zao ambazo walitakiwa kuwa pale, tukakuta kweli wapo wale watu na wametoka sehemu mbalimbali. Kwa kawaida theater e, utaratibu kuna surgeon, kuna assistant, kuna nurse runner, kuna e, nurse anayekuja kupokea mtoto, kuna mtoa usingizi. Kawaida theater karibu zote ziko hivyo. Sasa na hao watu walikuwepo. Mtu anayechukua mtoto si mtu wa theater anatoka odini kuja kupokea mtoto na huyu ndiye mshuhuda wa mto, watoto wanaozaliwa na kwa sababu ya ile historia kwamba ana mapacha e, nesi yule alikuwa amejiandaa kwa kupokea watoto wawili kwa vitambaa vile wanavyopokea watoto, lakini baada ya kukuta mtoto mmoja ilibidi watumie ile seti moja tu na hiyo nyingine vikarudi. Kwa hiyo e, tuka tukaona kwamba kama watu sita wako theater na wote wameona kitendo hicho kinatokea na kwa macho yao na mbele yao, na tunaamini kwamba alikuwa mmoja mm. Na pia composition ya wale watu waliokuwa theater, tunaona kwamba haiwezekani wakawala njama za kuiba mtoto mule ndani ya ya theater, haiwezekani mm. swala kwamba Asma alilala, alipewa dawa ya usingizi. Tumetazama dawa alizopewa theater, hakuna kuna ephedrine ambayo kawaida inatoa usingizi, atropine yenyewe inatengeneza tu blood pressure kuwa nzuri zaidi, na oxytocin ambayo inazuia damu kutoka. Ni dawa za kawaida ambazo wajawazito wa wote wanaofanyiziwa operation wanapewa ndani ya theater. Hakuna dawa ambayo inaonekana inapa usingizi lakini kwamba wakati fulani Bi Asma alilala, inawezekana kwa sababu gani? Baada ya kujifungua, kawaida wa kina mama hupata lepe la usingizi, lakini ni baada ya kujifungua anaweza kupata lepe la usingizi la kawaida, si kwa sababu ya dawa. Kwa utaratibu wa theater, mtoto anapozaliwa, hata kama umelala, atakuamsha atakuonyesha, mm -hmm na watakuonyesha mtoto, wataonyesha na jinsia, jinsia ndio wanamtoa yule mtoto. Na tulipo waoji wamesema yote haya waliyafanya kwa Bi Asma. Bi Asma anakataa kwamba hawakufanyia hivi. Sisi hiyo hatuwezi kusema kwamba imekuaje, lakini eh, kukubali au kukataa, tunasema kuna procedure hiyo ambayo inafuatwa kila sehemu, na wanasema wali walifuata. Kwa hiyo kamati, e, bado ilibaini kwamba Biasima kwa namna moja au nyingine alichelewa kutoka theater. Naona. Lakini kosa ni kwamba tuli tulipofuatilia tuliona kwamba kwa utaratibu ule wa nesi wa wodi kuja kumpokea mtoto kutoka theater. Nesi alikuja akamchukua mtoto na baadaye akamtoa akampeleka wodini na kumkabidhi wodini kumbe alikuwa ni nesi ambaye alikuwa anatoka zamu. Sasa coordination ikatokea kwamba yule nesi wakuja kumpokea theata tena kumtoa theata kurudi ile, aku, hakuwepo, <coughs> yani, hawakuambizana kwa utaratibu wa hospitali ile. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu kupata mtu mwingine wa kuja kumtoa theata kumrudisha ndani ya wodi na hii ilimfanya Bi Asma akae mpaka ile dawa nayo iishe ile aliyochoma mgongoni na kuanza kusikia maumivu. Kwa hiyo hii tuliona kasoro kwamba ilijitokeza ndani ya theatre, lakini kwa kutokuwa na makini katika eh, uangalizi wao wa wagonjwa wa mm -hmm, na kwa jumla sasa, eh, kipimo kile cha cha cha cha, cha, cha, cha, cha ultrasound tunahisi kwamba ndicho kilileteleza hiyo problem na kufuatana na kufuatilia eh, njia yake yote ile ya kwenda kujifungua tunaona kwamba kwa kweli hakuna shaka kwamba kulikuwa na mtoto mmoja tu aliyezaliwa, ila e, kulikuwa na kasoro katika kipimo kilichofanywa awali. Kwa maana hiyo, mheshimiwa waziri, tunasema kwamba baada ya mahojiano ya kupitia nyaraka mbalimbali, labda niongeze moja baada ya kuona jambo hili limekuwa na msisitizo sana mm. Hatukumchukua Bi Asma kama hana akili timamu. Tulisema huyu ana akili timamu. Tunajua mambo yanayoweza kutokea mengine, labda ni, ni, ni kwamba ukisha kuwa ukisha jituni sehemu fulani ni unaweza kuamini hata kitu ambacho hakipo mm. Kwa hiyo tuliona hii inaweza kuwa pia imetokea kwa kwa kwa kwa Bi Asma kwa, kwa, kwa, lakini je, matokeo haya yamewahi kutokea pengine popote? Tuliwaita wataalamu wawili, mmoja wa radiolojia, mmoja wa wa magonjwa ya kinamama na uzazi, na kila mmoja wao alisema mambo haya yamewahi kutokea na sio jambo geni kwa Bi Asma kutokea kosa la namna, ingawaje sio mara kwa mara sana lakini imewahi kutokea na kama nilivyosema, na maelezo ni yale yale, kwamba namna ambavyo picha inaweza kupigwa ku, ku, ku pale au ile ya transducer yaa inavyoweza kuwekwa ile kipimo chenyewe, kwa hiyo inaweza kuleta makosa. Lakini ya pili tukasema hebu tutazame kwenye literature tutazame kwenye ma machapisho mbalimbali hivi mbali, vitu vimewahi kutokea, tukakuta kwamba haya mambo yanatokea. Kuna kitabu cha kawaida hiki uh, cha uh, Williams Obstetrics edition ya ishirini na nne ya kumi na nane palipoandikwa mapacha, utakuta wanasema kabisa kwamba makosa haya utokea na ni standard textbook ambayo tunaitumia, lakini kuna vitabu vingine ambavyo E, tumevibaini pia ambavyo e, vime, vimeeleza hivyo hivyo. Kimoja kimeandikwa kutoka India na Narendra Malhotra Shaha Pratap Kumar na wenzake, kimeonyesha uwezekano watu wa ultrasound kuonyesha watoto wawili wakati ni mmoja. Aidha, kulikuwa na chapisho pia la mira artifacts in obstetrics case presentation inasema of a ghost twin, yani hata sound imeonyesha mtoto mmoja, lakini imeonyesha kama ghost twin, yani sijui anasemaje twin fake au anahitaji kwa Kiswahili, lakini kwamba inawezekana ikaonyesha ile. Na huyu ameenda mbali akasema, ikiwa kuna maji zaidi kwa ile mtoto inaweza kuleta kama ile hali ya kioo ya kureflect na kuonyesha kama twins lakini pia kama njia kubwa njia ya choo kubwa ya mama wakati wa kumpima ultrasound, ime- ina gesi nyingi inaweza kuleta mwonekano ule kwamba kuna kuna mapacha. Kwa hiyo yeye, yeah, amejaribu kueleza, na ndiyo maana ameita artifact. Artifact ni kitu kinachoingia kati eh, kuvuruga yani ile hali halisi iliyoko. Tukasema hapana, sawa Hebu tutazama hapa nchini. Hapa nchini kuna matukio amewahi kutokea tukakuta. Sasa hapa nita kwa sababu ya ethics, nitafunga jina la yule. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa na umri wa miaka thelathini na sita na alifanyiziwa kipimo cha ultrasound hapa hapa Dar es Salaam mwaka 2012, tu yaani, hatukwenda kuchukua ma, matukio mengi tunajua, tungeweza kupata hata zaidi, na wengine kwa kumbukumbu kumbu zetu tunayo pia, lakini nachukua huyu kwa sababu tulipata document zake tulifuatilia mpaka faili lake tukafuata na ultrasound zake na na na na na ripoti zake. Kwa hiyo huyu daktari bingwa ambaye ni wa radiolojia alibaini kwamba kuna watoto wawili katika ujauzito katika wiki ya 37 nafikiri ilikuwa sawa na umri wa mimba ya, yeah. ya asmi na kwa bahati nzuri, huyu mume wake ni daktari, naye akaamua kwenda theater kupokea mapacha ya sherehe. Walipofika kule, mke wake akajifungua mtoto huyu mmoja, na baadaye sisi tulimuoji, akasema imemletea shida sana, kwa sababu hata mke wake ana- wakati mwingine anamwambia hivi, ninyi amkula njama na madaktari wenzako kule, mkachukua mtoto wangu mwingine. Yeah. Kwa sababu tayari alikuwa kwamba ana watoto wawili mm. Na hii ndio shida kubwa ambayo pia itampata Asma no. Kwa hiyo tukachukua watu wengine tu, matokeo ya karibuni hata yametokea kwenye magazeti, ninyi umeandika. Kuna mama mwingine mwenye miaka thelathini na saba alifanyiwa kipimo cha ultrasound hivi karibuni, akaambiwa ana ujauzito wa, ana watoto wawili mapacha, alipojifungua akajifungua wanne. Si ninyi mmewaandika wewe? Kuna mwingine tena ambaye alikuwa na wa miaka 28, hata sound ilisema ana mimba ya watoto wawili akajifungua mapacha. Nia yangu ni kusema idadi ya watoto inaweza kukosewa ha, awe mmoja wa wawili wawe watatu, na kadiri wanavyoongezeka ndivyo makosa yanavyoweza kuongezeka pia. Kwa hiyo kwa kwa mambo yote haya kamati imebaini kwamba baada ya kupitia nyaraka zote hizi na imejiridhisha pasipo shaka kwamba Bi Asima Juma alikuwa na ujauzito wa mtoto mmoja na alijifungua mtoto mmoja tu. Ilibaini hivi kulingana na mambo yafuatayo. Kwamba ongezeko la uzito wa Bi Asima lilikuwa la kawaida na kidogo chini ya kawaida kwa mtoto mmoja. Mbili, ukuaji wa ukubwa wa tumbo ulikuwa wa kawaida na si wa mtoto mmoja. Tatu, wapimaji wote tokea kliniki waliko wa, wa, waliompima walikinzana na majibu yale ya ultrasound, kwani walipopima walipata mtoto mmoja tu kila wakati. Hakuna aliyehisia kwamba Bi. Asma ana mapacha. Nne, wakati wa upasuaji alizaliwa mtoto mmoja mbele ya mashahidi sita waliokuwemo ndani ya theater, wenye taaruma mbalimbali kutoka vitengo mbalimbali mbali. Hii ni kuondoa kwamba inawezekana wale wakawa wamejikusanya wakala njama za kutaka kuchukua yule mtoto na mwisho kamati haikubaini kuwepo kwa njama za kuiba mtoto ndani ya theater. Uwezekano wa kuwepo makosa ya watu wa sound hata kwenye kuonyesha idadi ya watoto tunaamini utakuwa ndio uliotokea kwa Bi. Asma Juma.